Kabla sijaongea chochote, niteni teni Damo Platinum zinipeni fimbo ya mpera alafu wote rudini nyuma. Diamond Platinumz ameweza kufanya kitu cha ajabu ikiwa ni e, haya mambo yamekuwa akiongeleka sana, lakini wasanii wetu hasa hasa wale A-list ambao tunawategemea pengine waweze kuleta e, matuzo makubwa makubwa ya kidunia na ya Kiafrika kama vile Gram, lakini e, kwa mara nyingine tena Diamond Platinumz amelamba chini, ikiwa ni baada ya kutoa nyimbo yake mpya ambayo inajulikana kama Sasampa. Nyimbo hiyo ni kama vile ameiba melody kinamna fulani katika nyimbo ambayo iliisha kupigwa miaka kama miwili nyuma imepita. Sasa hicho kinaweza kikamfanya Damo Platnumz eh, kuonekana ni msanii ambaye hana creativity, ni msanii ambaye eh, haji na vitu vipya pengine vya kuburudisha wasanii, bali anakuwa anafanya janja janja na kopikopi kopi tu, ili mradi aweze kupata chochote kitu. Lakini kwa mfumo huo, pengine hilo jambo eh, litaenda kummaliza Damo Platnumz. Tumeweza kushuhudia majira ya jana ngoma kali imetoka ngoma inaitwa Sasampa, ambapo humo ndani tumeweza kushuhudia wasanii wengi sana. Mi naenda kufanyia uchambuzi ni kwa namna gani ngoma hii imeibwa me, melody kutoka katika e, ngoma fulani ambalishi kutoka miaka ya nyuma, yote ntaenda kusimulia hapa hapa Blue House Dax Media. cha kufanya ni kubonyeza alama wa ya subscribe hapo chini, ili uwe mwanafamilia yetu wa mwana kwanza na wa nguvu, ambayo atakuwa anapata update zetu kila wakati na kila muda sasa, let's talk about Sasampa, moja kati ya nyimbo ambayo imeweza kuzua gumzo majira ya jana usiku baada tu ya kutolewa. Hivi sasa ina jumla ya watazamaji laki tatu eh, na mia nane kama sijakosea, japo inaendelea kuingiza views kila muda so, eh, tumeweza kushuhudia huu mwezi Diamond Platnumz ameweza kufanya mambo makubwa sana, ikiwa ni baada ya kutoa nyimbo, eh, video tatu mfululizo ndani ya mwezi huu tu, ambapo mara kwanza tuliweza kuona ametoa eh, video ya Msumari, lakini pia mara ya pili akaja akatoa eh, video ya nani, lakini hivi sasa eh, mara ya mwisho nafikiri pengine anaweza akatoa tena, tuseme, mara ya mwisho lakini nyimbo ya jana pia, eh, ya Sasampa ambayo ndio imeanza kuzua gumzo sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, japo inaendelea kuingiza views kwa kasi, lakini kitu gani ambacho kimeza, eh, kwa disappoint wa Tanzania? Nilikuwa napitia baadhi ya comment mbalimbali mbali katika majarida na pages mbalimbali mbali za Odaku, walikuwa wanazungumzia swala hili la Diamond Platnumz kucopy, eh, nyimbo kwa baadhi ya wasanii wa huko chini pengine tulitarajia Diamond Platinumz aweze kuiba idea kutoka katika wasanii wasani wa juu. Hapa tunazungumzia wasanii wakubwa wa Afrika eh, kama vile Burna Boy, Wizkid, lakini huko Marekani wasanii wakubwa sana wapo wa kuiga ideas, lakini cha kushangaza ni kwamba Diamond Platinumz amekuwa akichukua ideas kutoka kwa wasanii wadogo hapa Afrika na kuifanya yeye hiyo idea. Sasa ni kitu kibaya sana kuona mtu mkubwa anajifunza kitu kutoka kwa mtu wa chini. Ni kitu ambacho pengine kinaonesha Diamond Platinumz anakosa creativity, anakosa namna nzuri ya kuonesha how giant is he? Ni kwa namna gani yeye ni mkubwa katika eh, likija swala la muziki? Sasa tuzungumzie hii ngoma ya Sasampa, nisiongee sana. Ngoma ya Sasampa imefanya vizuri sana toka ilipotolewa. Lakini cha kushangaza ni kwamba

Ngoma hii imedukuliwa ama ye, kuna namna melody imeibwa kutoka katika nyimbo ambayo inajulikana kama beba beba, nyimbo ambayo ilitoka eh, miaka miwili nyuma. Hivi sasa ina jumla ya watazamaji milioni 24, ngoma ile ambayo ilitikisa kwa kiasi kikubwa huko TikTok. Challenge nyingi ziliweza kufanyika katika hii ngoma ya beba beba. lakini tumekuja kuona hii ngoma ya Sasampa Diamond Platinum idea imeibwa kutoka katika ngoma ile ya beba beba. Ngoma ya beba beba iliweza kutolewa na msanii kutoka huko katika nchi za Afrika ya Kusini huko. Ngoma hiyo kimsingi ilikuja kuleta challenge sana katika issue ya kudansi na vitu kama hivyo, so tumejua kuna Diamond Platnumz katika ngoma ya Sasampa, kuna kipande ambapo beat ni kama vile lili download kidogo, alafu Diamond Platnumz akasikika akiwa anasema e, weka hela usiongeongee, weka hela. Nafikiri hicho kipande umekisikia sasa. Hicho kipande cha weka hela kimechukuliwa katika melodi ambayo imetoka katika wimbo wa beba beba, ambayo ye mwenyewe msanii yule ambaye anajulikana kama Shawn Music, ambaye ndo mmiliki wa nyimbo ile anaimba beba beba. Kimsingi huyo msanii kwa mfano akamua hivi sasa aende akafanya kitu ambacho kinaitwa copyright claim katika mtandao wa YouTube, na fikiri ngoma ya Diamond Platnumz inaweza ikashushwa kutokana na melodi hizo zimekuwa za same. Na hivi sasa YouTube amekuwa na masharti magumu sana, masharti ya reused content ambayo ya ya anaweza ka, yakapelekea e video yako kwenda kuweza kushushwa chini na isilipwe kwa sababu ya kuiga na kuiba, hivyo pengine Diamond Platnumz ana kitu kikubwa sana cha kufanya. Na hiyo sign imeonyesha kwamba Diamond Platnumz anakosa creativity nzuri ambayo inaweza ikamfanya pengine kuchukua tuzo kubwa kubwa hapa Afrika, kwa mfano kama eh, tuzo kama Grammy, BT na vitu kama hivyo, so pengine anatakiwa abadilishe muziki wake na aache kuchukua, aache kudukua ideas kutoka kwa wasanii wa chini hata wa juu pia, nitakiwa aje na kitu chake. Pengine ningemshauri kitu Diamond Platnumz, e, pengine aje na njia nzuri tu ya kuimba bongo flavor. Mbona zamani alikuwa anafanya muziki mzuri pasipo kuiga idea pasipo kuiga mashairi, lakini hivi sasa amekuwa anafanya tu vitu vya janja janja ambavyo kimsingi, e, vinashusha brand yake, of course, kwa sababu yeye ni msanii mkubwa sana na sio Tanzania tu, hata Afrika nzima. A hey, list the artist. Kwa hiyo kwa naweza kasema kwamba nyimbo ya Sasampa ni nyimbo ambayo ni nzuri, of course imekuwa ina mapokezi mazuri. Ukiangalia interval ya views jinsi wanavyoingia kila wakati unaona kabisa eh, this is real, eh, a-list artist hapa Tanzania anafanya vizuri kabisa majira eh, ya jana tumeweza kuona kwamba of course nyimbo nyingi zimeweza kutolewa majira ya jana, tumeweza kumuona Revan pia ameweza kutoa nyimbo yake ambayo ilikuwa kimsingi na mgusa hayati eh, Raila Amolo Dinga ambaye amefariki majira ya juzi, lakini pia tukamwona na Harmonize pia. Naye pia amekuja na nyimbo yake ambayo kimsingi tumeweza kuona katika hiyo nyimbo na yeye imeweza kuzua gumzo sana, ambapo ukisikiliza vizuri back vocal zile utasikia kuna sauti ya Ibra. Lakini pia hata e, siku za e, kama vile tano zimepita, Harmonize pia aliweza kuachia nyimbo nyingine ambayo alikuwa amemshirikisha Ibra, nyimbo inaitwa Friends Friend Zone nafikiri. Sasa katika nyimbo ile ya Harmonize eh, kitu ambacho kimeweza kushtua watu wengi ni kwamba baada ya kutoa ngoma ile ya Friendzone tumeweza kusikia kwamba eh, Ibra ameimba humo ndani ingawa tayari Ibra ameshatoka katika record label ya Konde Gang. Hicho kimeweza kushangaza watu wengi sana. Ni kwa namna gani Harmonize anaweza akatoa nyimbo ambayo tayari msanii mwenzake Ibra ameshaondoka katika lebo yake, na waliondoka katika njia ambayo sio nzuri, njia ya kukwaruzana. Lakini tumekuja kumsikia eh, katika ile nyimbo, vesi yake ipo na ameimba ni kitu ambacho eh, kimeweza kuzua sintofahamu sana. Pengine watu wanasema kwamba eh, hiyo nyimbo walitengeneza ikiwa bado hawana sintofahamu ikiwa bado Ibra yuko katika leko lebo ya Konde Geng, lakini baada ya hapo Harmonize tu amejisikia huu ndo wakati sahihi wa kutoa eh, nyimbo ile. Lakini all in all ni kwamba eh, wasanii wa Tanzania katika hichi kipindi cha Oktoba, huu mwezi wa kumi, wameweza kuamka sana kutoa nyimbo nyingi sana. Of course ni mwezi ambao pengine wasanii wanatamani labda E, kuweka vitu vizuri sana kwa sababu amekuwa kimya kwa muda mrefu. Tumeona katika miezi ya hivi karibuni amekuwa hatoi nyimbo, lakini katika kipindi cha sasa tumeweza kuona kwamba wasanii wameamka sana. Hata hapo nyuma tumeweza kuona kwamba taarifa ambayo aliweza kuitoa Mario, msanii A list kabisa huyu, alitarajia kuachia nyimbo yake, video nyimbo yake, lakini hakuachia kwa sababu mke wake the real Paula Kajala alimkataza, kulingana na maudhui ambayo yalikuwa yanapatikana katika video ile ambayo tuliweza kumuona Mario amepiga picha na lakini amemshika katika sehemu za mapaja yake. Hiyo imeweza kupelekea mpaka mke wake the real Paula Kajala kumkataza kutoa video ile, pengine wanaifanyia marekebisho. kwa hiyo Eh, turudi katika sakata la Diamond Platnumz, eh, anashauriwa na baadhi ya mashabiki katika pages na mitandao mbalimbali ya udaku kwamba aache ah, kuiga melodies aache ah, kuiga beats, eh, na vitu kama hivyo, yani afanye kitu chake e kama yeye eh, ambacho pengine kinaweza kaleta impact katika mziki wa Tanzania na, kwa, na Afrika kwa ujumla ili kwa maksudi ya kwamba aje alete eh, matuzo makubwa makubwa kama Grammy eh, pamoja na BET Awards ambayo tayari BET tunaona Bana Boy yanayo hata hivi, Van Boy pia anayo kupitia wimbo wake wa Tetema. Kwa hiyo, pengine hicho ndio kitu ambacho tunaweza tukamshauri Damo Platnumz kwa sasa, aache kuiga idea zote. Tutaendelea kumpongeza kwa hichi ambacho anakifanya, anafanya mambo makubwa sana, lakini cha msingi ni hicho tu. Wanasema kwamba mjumbe wa uwawi, mimi nimetumwa kama mjumbe, naitwa Dr. Alexander Skodrizi, jumba la Blundu hili hapa. Karibu katika uchambuzi, ambapo leo tumezungumzia kuhusiana ngoma ya Damo Platnumz. Boom.